Ubarikiwe kwa kila baraka za rohoni. Kweli, katika programu hizi zote zilizopita tumekuwa tukizungumza juu ya sayansi ya neema, tumekuwa tukizungumza juu ya mhusika. Mtume Paulo anasema kuwa kwamba angepokea sifa kwa sababu wakati wake hakutambuliwa, na ni muhimu sana sisi kanisa la Bwana kuwa na habari zote kuhusu mbunifu wetu aliyebobea. Na katika tukio hili, mada mada tuliyo nayo kwa leo ni hii ya kwanza, mimi wa kwanza, na sisi ni kwenda kusoma barua ya kwanza kwa Timotheo sura ya kwanza mstari wa kumi na sita unasema lakini kisha anasema kwamba yeye ndiye mwenye dhambi, mwenye dhambi dhambi nambari moja. anasema lakini kwa ajili ya hayo nalipata rehema kwa sababu alielewa kuwa yeye ni mwenye dhambi alielewa kwamba alikuwa mtenda dhambi kwa asilimia mia moja kwa maneno mengine ikiwa adamu alitufanya kuwa wenye dhambi basi yeye ni mwenye dhambi asilimia mia moja kisha anasema kwamba alikuwa wa kwanza wa wakosefu kisha anasema kwa sababu hii Nilipokelewa kwa rehema ili Yesu Kristo mwenye dhambi mbaya zaidi aonyeshe uvumilivu wake mwingi kama kielelezo kwa wale ambao wangemwamini kwa uzima wa milele. Hii ina maana kila kitu, wahusika wote wa Biblia kuanzia Musa, manabii wadogo au wakuu, wahusika wote. Anasema kwamba yeye ndiye wa kwanza ambapo Mungu hudhihirisha rehema zake zote, na rehema zake zote Mungu hakuonyesha hivyo na wahusika wengine. Mungu alitoa agano la sheria na kushughulika na watu kwa njia nyingi, lakini Paulo alikuwa wa kwanza na hakuna mtu aliyegundua hilo katika miaka elfu mbili. Wanatheolojia wote hawakuwa wameona. Kwa nini mtume Paulo alisema mimi wa kwanza? Na inavuta uangalifu wetu, ndiyo sababu mhusika Pablo alipaswa kuonekana ili kuonyesha utajiri wa neema hii. Hebu tusome Wakolosai sura ya moja, angalia maana yake. Mstari wa 27 unasema ambao Mungu aliwachagua kuwajulisha watu utajiri wa utukufu wa siri hii kati ya watu wa mataifa mengine, si miongoni mwa Wayahudi. Angalia hilo, yaani Kristo ndani yako, tumaini la utukufu. Hii ina maana kwamba kwa yule ambaye Mungu angemuita mpendwa wake, ilianza na mataifa na kumwonyesha utajiri wote wa utukufu wake. Ndiyo maana Paulo anakuwa wa kwanza katika kila jambo. Hapa nina maelezo ambayo yanasema kwamba Paulo alikuwa wa kwanza kuondoa kipengele muhimu na mashuhuri katika historia yote ya Biblia, kuanzia na Yohana Mbatizaji, Yesu wa Nazareti, ubatizo ambao ni ubatizo wa maji. Kwa maneno mengine, kanuni mojawapo ya msingi ilikuwa ubatizo wa maji, na ya kwanza ambayo ilikuja kufichua kuwa maji siyo muhimu, kwamba ni kitu cha kawaida. Tunabatizwa hapa katika mauti, si kwa maji. Maji yanaweza kufanya nini kwa mwili wa asili? Tulibatizwa katika kifo cha Yesu. Huo ndio ubatizo wa kweli. Kisha alikuwa wa kwanza kusema kwamba Kristo hakumtuma kubatiza. Barua ya kwanza kwa Wakorintho sura ya moja mstari wa kumi na saba inasema Kristo hakunituma kubatiza, na ninadra kwamba kiongozi wa kwanza kiongozi wa wa kwanza ambaye Mungu anamchagua mbunifu stadi wa kanisa la watu wa mataifa kwa ajili ya mpendwa wake, kwamba Kristo anamwambia asipoteze wakati wake kwa ubatizo wa maji. Sura ya moja mstari wa 17 inasema, maana Kristo hakunituma kubatiza, bali kufundisha kuhubiri Injili, si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Sasa tazama, ni ajabu, na hapa kuna ufunuo mkubwa. Nawaambia, inashangaza kwamba wale wanaojiita wanatheolojia hawajatambua hili katika miaka elfu mbili. Je, unajua hiyo ni nini? Nini? Huduma zote zinazojiita za Kikristo zote zinabatiza, yote, hata wasio Wakristo wanabatiza. Kwa hiyo, wakati Paulo anapoanza huduma yake kwetu sisi mataifa, akamwambia Paulo, sikutuma ukabatize, nadhani alisema lakini lakini wengine watasema nini? Lakini kubatiza ni kuwalowesha watu. Je, unapata faida gani kwa kumwaga mtu maji? Hiyo ni ishara hasa, kwa vile tayari umebatizwa katika kifo cha Yesu Kristo. Je, unajua ni kesi ngapi za unyanyasaji wa kihisia zimetokea wakati mtoto hajabatizwa, na wanamwambia tazama, hajabatizwa; ikiwa atakufa huenda kwenye limbo. Mtoto huyo anapokuwa mbarikiwa, aliyezaliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, yeye ni mkamilifu, amekamilika na kanisa halijui, papa hajui hilo. Hebu wazia, makuhani hawajui, hata wachungaji wa kiprotestanti wanaofikiri kuwa wanajua Biblia hawajui kwamba ubatizo wa maji ni jambo la kawaida ambalo halina umuhimu wa kweli. Ubarikiwe. Ndipo Paulo wa kwanza, ambaye Mungu alimwambia nitaudhihirisha utukufu wangu wote. Hili ndilo agano la kweli, Paulo wa kwanza. Na jambo la kwanza analofanya ni kuchukua ubatizo wa maji ambao ni wa kawaida, lakini wa umuhimu huo, akasema Kristo hakunituma kubatiza. Si ajabu mitume hawakupatana naye, si ajabu kwamba mitume walimtesa sana, kwa sababu fikiria, kuondoa misingi ya ubatizo wa maji, ondoa meza ya Bwana. Siyo meza ya Bwana, ikiwa Pasaka tayari imetolewa kwa ajili yetu. Je, kipande kidogo cha mkate kinawezaje kuwakilisha hiyo ikiwa ni ya kimwili? Ndiyo, Pablo huondoa kila kitu kinachohusiana na kimwili. Nyama haina faida, waweza kuulowesha, waweza kuubatiza, unaweza kuupaka mafuta, unaweza kuuwekea mikono, unaweza kuuoga katika mto ulio bora kabisa katika Yordani, popote unapotaka, hiyo haifanyi kazi hapa; ni maarifa. Paulo anasema Kristo hakunituma kubatiza, bali kuhubiri neno lake. Kwa hiyo Paulo ndiye wa kwanza Paulo ndiye wa kwanza kuliambia kanisa heri kwamba shetani hayupo tena, ilikuwepo kwa kifo cha Yesu Kristo. Anasema kuwa utawala wa kifo umefutwa. Angalia Waibrania 2:14 inavyosema, mstari ambao huenda hujawahi kusoma maishani mwako. Hebu tuisome leo, kwa sababu inaweza kuwa kuna roho iliyobarikiwa huko nje inatusikiliza. Na tuambie eh, alivyosema Mtu alisema hivi majuzi, sijawahi kusoma hilo. Waibrania saa mbili na madakika kumi na nne inasema: kwa hiyo kwa kuwa watoto wanashiriki damu na mwili, yeye pia alishiriki katika ha hivyo, kwamba haribu kuangamiza, kutoweka, au kama Biblia ya Mashahidi wa Yehova inavyosema, kupunguza tu. Hiyo ni anasema hmm inasema kumwangamiza kwa njia ya mauti yule aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani ibi. Ina maana kwamba ufalme wa kifo, dhambi iliinua Adamu ndiye aliyeinua Naam, unajua adamu ni nani sivyo? Kwa sababu Paulo ndiye pekee anayetuambia kwamba dhambi haikuwa kwa sababu ya mwanamke, ilikuwa ni kwa sababu ya, katika Warumi saa tano na madakika kumi na mbili, ikiwa tunaweza kuiweka kwenye skrini, inasema kwamba dhambi iliingia ulimwenguni kupitia. Ni nani aliyemiliki ufalme huo? Naam, shetani. Na shetani ni nani kama si adamu? Adamu ilikuwa ni shetani, yeye ndiye aliharibu, alianzisha ufalme wa kifo, na Kristo alikuja kuangamiza nani? Naam, ndiyo maana Paulo ndiye Paulo ndiye wa kwanza kutuambia kwamba Adamu wa kwanza, Adamu wa kwanza alitunyima utukufu wa Mungu. Ni wazi kwamba hivyo ndivyo Shetani alivyowafukuza watoto wake katika dhambi. Basi Adamu wa mwisho alifanya nini? Ndiyo maana Kristo anaitwa Adamu wa mwisho kwa sababu Kristo alikuja kwa mfano wa Adamu wa kwanza na kumwa, hapo tungeweza kusoma hukumwangamiza yule aliyekuwa na nguvu za kifo, yaani Adamu. Hivi ndivyo shetani anasema, Shetani nyoka wa kale. Barikiwe Pablo ndiye wa kwanza kwanza kuonyesha rehema zake zote kwa wale wanaoamini. Na ni nani hao ambao wangeamini? Heri wewe na mimi Unajua kwamba katika miaka elfu mbili hakuna mtu aliyeamini hili. Biblia inaposema wale waliopaswa kuamini walioni ngoja, mkutano wetu naye inazungumzia kukua katika neema, kwa sababu hapo ndipo kanisa lilipoanzia kuwa na kanisa la Kikristo kwa miaka elfu mbili. Unawezaje kuliita kanisa Mkristo ikiwa wanabatiza kwa maji wakati hiyo haifanyi chochote? Huo ni ujinga. Unawezaje kupata Ukristo kwa mtu ambaye ana msalaba Paulo anaposema kwamba msalaba ni ishara ya laana, ina maana e amelaaniwa kila mtu ambaye ametundikwa. Kwa hiyo Paulo ndiye wa kwanza, yeye siyo tu ambaye ameonyeshwa rehema, lakini anaionyesha kwa kanisa. Yeye ndiye wa kwanza kulijenga kanisa. Kwa kawaida, hakuweza kuijenga kwa sababu Kristo anasema kinabii katika Mathayo sura ya 18 nitalijenga kanisa langu, lakini Paulo ndiye aliyeleta nyenzo za kuijenga na yule aliyekuwa anaenda kuijenga ni Bwana Yesu Kristo yule. Kwa hiyo siku hii tunamkabidhi Paulo taji ya haki, tunamtukuza mtume. Ni kile ambacho hakuna mtu alikuwa amefanya hapo awali, ndiyo maana inasema, najua ya kuwa Bwana mwenye haki, hakimu mwenye haki, atanipa taji yangu siku hiyo. Na leo tunasherehekea heri siku hiyo ambapo tunaitambua kwa mtume Paulo. Kwa hiyo katika maelezo niliyo nayo hapa inasema kwamba alikuwa wa kwanza. Inasema hapa ambayo ilikuwa ya kwanza, ilikuwa ya kwanza kwa kuthubutu kusema msimwige Yesu Kristo, niigeni mimi. Hiyo inashangaza sana, ubarikiwe. Nani katika historia amethubutu kufanya hivyo? Na hasa siku hizo, kusema, itazame hapo, barua ya kwanza kwa Wakorintho 11:1 iweni waigaji wa, hebu wazia kama mmoja wa waumini wa siku hizi amekuwa akisikiliza hayo. Unamaanisha nini kutoka kwako, ni Kristo? Hujui jinsi ya kumwiga Kristo Ukimwiga utamwiga sawasawa na Yesu. Kwa hiyo Paulo alikuwa wa kwanza wa kwanza kusema nifuateni mfano wangu, kwa sababu yeye akichunga kanisa au wale wachache waliokuwa wameamini nyakati zile, alisema mkimwiga ye, watakuwa wanamwiga mume aliyekufa. Kwa hiyo niige, kwani hata ni mimi naweza kukuweka katika hali nzuri zaidi kwa kawaida kila mtu alimwacha Paulo na hakuna mtu ambaye angeweza kum. Kwa maneno mengine, katika kesi hii, katika hali hii leo, unayemwiga ni Yesu Kristo mwanadamu, kwa sababu mimi ni wa kwanza. Tazama, Paulo alikuwa wa kwanza na mimi, Paulo alikuwa mwamini wa kwanza, mimi ni wa pili katika miaka elfu mbili tu mwenyewe. Lo, na inasema kwamba huko Antiokia Paulo alikuwa wa kwanza kuitwa Mkristo. Kwa nani? Kwa Paulo, katika sura ya matendo, sura ya kumi na moja, mstari wa 25 nadhani ni sawa. Kristo wa kwanza inasema kwa mara ya kwanza walipiga simu Paulo akawa Mkristo kwa sababu walimsikia akifundisha kwa mwaka mzima, nadhani ilikuwa Antiokia, na kama haikuwepo nisamehe kwa kusoma haraka hapa lakini hiyo ni nzuri, hiyo ni muhimu sana. Elewa hilo Pablo. Pablo ndiye mhusika katika hadithi. Kwa hiyo usipomwelewa Paulo, utaelewa Ukristo, utaelewa siri ya Mungu. Paulo alikuwa wa kwanza kusema kwamba sisi ni malaika aliposema, ikiwa nasema kwa lugha za wanadamu au za malaika. Kwa nini binadamu? Kwa sababu wewe ni binadamu. Kwa nini malaika? Kwa sababu ndani yako kuna roho na malaika ni sawa na roho. Kwa hivyo alikuwa wa kwanza walioliita kanisa malaika na pia kuliita kusanyiko la roho waadilifu waliofanywa wakamilifu. Paulo wa kwanza icha, tunaweza kusoma, naweza kusoma kwa kumaliza mada hii ambayo ni mada fupi. Lakini ndani yake nilitaka kumtambua mtume Paulo kurudi katika barua ya kwanza. Samahani, barua ya pili kwa Timotheo sura ya nne. Sura ya nne inasema katika mstari wa nane inasema zaidi ya hayo ya haki imewekwa kwa ajili yangu, ambayo Bwana mwamuzi mwadilifu atanipa siku hiyo, na si kwangu tu bali pia kwa wote wanaopenda kuja kwake, au sisi tunaopenda kuja kwake. Ikiwa unapenda kuja kwa Bwana, basi wewe pia unalipwa saa hii. Kumbuka kwamba, kwa nini Paulo alikuwa wa kwanza? Paulo alikuwa wa kwanza katika kila kitu. Hiyo maana leo nampa taji hilo, hiyo maana leo kati ya viongozi wote kutoka katika Biblia, kutoka kwa Daudi, Musa, Ibrahimu, kati ya wahusika hao wote Pablo alikuwa peke yake mbunifu mtaalamu wa kwanza ambaye Mungu alimwonyesha rehema zake zote. Kwa hiyo katika siku hii, kwa mara nyingine tena, tunamheshimu duniani kote mtume mkuu Paulo wa kwanza ambaye alionyesha huruma yake yote ushauri wetu kwa marafiki zetu waliobarikiwa ambao wanasikiliza, ikiwa hauelewi Paulo, usipoteze wakati wako kusoma chochote. Ikiwa huelewi nyaraka 14 za Paulo, hujui Agano Jipya liko wapi. Nyaraka 14 ni Agano Jipya, siyo Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Hizo ni vitabu vya kihistoria, wala si kitabu cha Matendo. Ikiwa na Pablo inaanza, ndiye pekee aliyeweka msingi Mitume hawakuweka chochote wamebariki, mitume waliweka laana juu yake. Ya pekee iliyotuleta kwenye nuru kwa njia ya Injili kutokufa alikuwa mtume mkuu Paulo. Na siku hii nahitimisha kesi yangu naye, kama hakimu mwadilifu, katika mkutano huu natangaza, huyo Paulo alibarikiwa, aliyopokelewa alivumilia mateso mengi na leo anapata utukufu mwingi. Ndiyo maana kwenye kiti cha hukumu cha Kristo siku hiyo tatoa hesabu kwamba ni katika mwili au nje ya mwili, katika kiti cha hukumu cha Kristo tutapokea malipo ya haki na thawabu ya haki. Leo ilikuwa zamu ya Pablo, pokea heshima hiyo kwa hivyo ninakuwa geni mliobarikiwa kwa ujumbe huu mfupi, na ninatangaza kuwa wanatawala maishani. Ninawatangaza kuwa wamebariki. Ninawatangaza daima ushindi, wakati mwingine barikiwe.